Damu ya Yesu inatutakasa. Damu ya Yesu ni damu ya thamani kuliko damu zote. Kifo chake pale msalabani hakikuwa kifo cha kawaida Amen. Hakikuwa kifo kwa ajili ya watu wachache Amen. Hakikuwa kifo kwa ajili ya Waisraeli peke yake Amen. Hakikuwa kifo kwa ajili ya Wayahudi peke yake Amen. Lakini kilikuwa ni kifo kwa ajili ya ulimwengu mzima Amen. Damu yake iliyomwagika pale msalabani hailinganishi na damu yoyote Amen. Zipo damu nyingine zilijaribiwa kujaribu kumkomboa mwanadamu, wakajaribu damu ya kondoo, wakajaribu damu ya mbuzi, wakajaribu kila damu ya mnyama, lakini haikuweza Yesu alipo kufa msalabani damu yake ilipomwagika damu yake ilipomwagika, ah, hiyo ikamkomboa mwanadamu hiyo ikamkomboa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa kainam haikumkomboa mtu wa Dar es Salaam peke yake, haikumkomboa myahudi peke yake Amen, bali ilikomboa ulimwengu mzima Amen. Bwana Yesu asifiwe Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutakwenda kujifunza neno la Mungu kwa dakika chache kabisa halafu tutaendelea na ratiba nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaweza tukakaa ili tukapate kujifunza tukiwa katika utulivu. Tupate nafasi tukae ili tukapate kujifunza tukiwa katika utaratibu mzuri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Damu ya Yesu hailinganishi na damu yoyote. Amen. Kilichofanyika msalabani kina thamani kubwa sana. Amen. Kuliko kitu chochote ambacho kitafanyika, kimefanyika au kitakuja kufanyika huko mbeleni. Amen. Sadaka iliyotolewa msalabani ni sadaka yenye thamani kuliko sadaka zote Amen. Koja nikueleze msomaji, naomba unisomee Yohana sura ya tatu mstari wa kumi na sita. Tusikie, tusikie kilichomleta Yesu duniani ni nini? Na alikuja kwa watu wa aina gani? Alikuja kwa group gani la watu? Alikuja kwa kundi gani la watu? Tusikilize. Maandiko matakatifu yanasema kutoka Yohana mtakatifu tatu mstari wa 16. Ndio. Anasema kwa maana jinsi hii, mm. Mungu aliupenda ulimwengu, mm. hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Amina. Neno la Mungu linasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Ulimwengu, maana yake alimpenda kila mtu. Amen. Hakupenda watu wachache Amen. Bali alipenda ulimwengu mzima Amen. Hakupenda waliosoma peke yao Amen. Bali aliupenda ulimwengu mzima Amen. Hakupenda wenye pesa peke yao Amen. bali aliupenda ulimwengu mzima Amen. hakupenda masikini peke yao Amen. bali aliupenda ulimwengu mzima, na ndo maana neno lake linasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Tunaweza tukawa tunajiuliza huyo mwanadamu alikuwa amepotea kutoka wapi au alipotelea wapi? Biblia imeeleza alipopotelea ni wapi. Ukisoma kwenye Mwanzo sura ya tatu utakutana na na stori ya Adamu na na Hawa, kwa ambao tulikuwepo jana, ilisomwa na kwa amen. sababu ya muda, acha nijaribu kurudia kile ambacho kilielezewa jana, amen. Mungu alitoa maelekezo baada ya kumuumba mwanaume na mwanamke, akatoa maelekezo alivyokuwa kwenye bustani ya, ya Eden, akasema ya kwamba wanaweza wakafanya mambo yote, lakini wasile, wasile ule mti wa, wa ujuzi wa mema na mabaya, amen, lakini shetani akawadanganya, amen, wao wakala wow, lile tunda na hapo ndipo dhambi ilipoingia duniani na ndipo upotevu wa mwanadamu ulipoanzia. Mwanadamu akapotea, uhusiano wa Mungu na mwanadamu ukaaribika, na ndo maana Mungu akatoa baadhi ya maelekezo pamoja na kuwafukuza Adamu na Eva au Adamu na Hawa kutoka kwenye bustani ya Edeni. Maana yake wakaenda mbali na uwepo wa Mungu. Wakatoka pale ambapo Mungu alikuwepo, sasa wakaenda sehemu nyingine, na ndio maana hata uh, ambazo watu wanaziita adhabu baada ya kutoka pale, anasema sasa, kuanzia sasa mtakula kwa jasho. Ni kwa sababu walitoka mbali na Mungu, ndio maana maisha yakabadilika. Ilivyokuwa mwanzo na itakavyokuwa baada ya kuwa mbali na Mungu ikawa ni tofauti. Amen, Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Kaina, ninajaribu kukuonyesha wapi mwanadamu alipotea. Mpaka Yohana tatu kumi na sita inasema Yesu amekuja duniani kukitafuta kilichopotea. Ninakupa mwanzo wa mwanadamu kupotea, lakini kwa sababu Mungu aliendelea kumpenda mwanadamu pamoja na kwamba mwanadamu alipotea na akatenda dhambi, Mungu aliendelea kumpenda mwanadamu, na ndio maana akamtuma mwanae wa pekee ili aje afe na akitafute kile kilichopotea Amen. Yesu anakuja kukitafuta kilichopotea. Yesu anakuja kutafuta kilichopotea kainam. Kilicho kainam, anakuja kukirejesha, anakuja kukirudisha kile kilichopotea kainam, anakuja kukirejesha, analileta lile tumaini lililopotea, analileta hapa hapa kainam. Amen. Na leo utalipokea baada ya kupotea mwanadamu baada ya kupotea mwanadamu mwanadamu akaanza kuishi zambini akaanza kuishi zambini, ndipo Mungu akajaribu kuandaa mpango wa kumkomboa mwanadamu. Mungu akaandaa mpango wa kumkomboa mwanadamu. Okay, ukisoma kwenye Mwanzo sura ya kumi na mbili mstari wa kwanza mpaka wa tatu utakutana na Mungu amekutana na Ibrahimu, ndipo anaingia anaagana na Ibrahimu ili kusudi tu mwanadamu akombolewe ili kusudi tu kile kilichotokea kwenye Mwanzo sura ya tatu, lile kosa ambalo mwanadamu ameshakwisha kulifanya. Amin, kwenye Mwanzo sura ya tatu. Amin. Sasa Mungu anaanza kulitafutia njia ili kusudi mwanadamu akombolewe, na yote haya anayafanya kwa sababu anampenda mwanadamu, yote haya anayafanya kwa sababu anaupenda juu ya mwanadamu. Ndipo analiandaa taifa la Israeli kupitia Ibrahimu na kupitia taifa hilo la Israeli anakuja kupatikana mkombozi ambaye ni Yesu Kristo. Amen, kupitia taifa hilo la Israeli anakuja kupatikana mkombozi ambaye ni Yesu Kristo, ambaye ndiye amekuja mahali hapa siku ya leo kwa ajili ya kukukomboa, kwa ajili ya kutafuta kile kilichopotea, na hakika lazima atakipata, kwa sababu ndiyo kazi iliyomleta duniani. Amen, hatukuja hapa kuhubiri dini mpya Hatukuja hapa kuhubiri dhehebu jipya, bali tumekuja kumhubiri Kristo aliye hai, bali tumekuja kumhubiri Yesu ambaye alikufa msalabani, ili kila amwaminie asipotee, ili kila amwaminie asipotee. Ndipo tunakuja Yesu alivyokuja, kwenye Yohana sura ya tatu mstari wa kumi na sita anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee ili kila amwaminie asipotee, na aishi tu kuto kupotea, bali anasema atakuwa na uzima wa milele, na hicho ndicho kimetuleta mahali hapa siku ya leo. Amen. Hiki ndicho kimetuleta sehemu hii Kainam, kwa ajili ya wewe mtu wa Kainam, kwa ajili ya watu wa Kainam na watu wa kutoka vijiji jirani vyote. Yesu amekuja kukutafuta, Yesu amekuja kukutafuta, na kazi hii ameshakusha kuimaliza, na kazi hii ameshakusha kuifanya, na kazi hii ameshakusha kuitenga pale msalabani. Anasema kwa kupiga kwake sisi tumepona, anasema kwa kupiga kwake sisi tumekombolewa. Na siku ya leo Yesu Kristo yuko mahali hapa kukukomboa wewe mtu wa Kainam, kukukomboa wewe mtu wa Bambe, kukukomboa wewe mtu wa maeneo jirani Amen. Katika jina, katika jina la Yesu. Amen Mungu yuko mahali hapa na Yesu yuko mahali hapa, amekufa kwa ajili yako mama, amekufa kwa ajili yako baba, amekufa kwa ajili yako kaka, amekufa kwa ajili yako dada. Yeye anasema aliupenda ulimwengu mzima Amen. Hana kigezo chochote kingine, yeye aliupenda ulimwengu mzima Amen. Na upendo wake ni wa tofauti sana, upendo wake haulinganishwi na mwanadamu. Mwanadamu anaweza kukupenda kwa sababu mbalimbali, anaweza kukupenda kwa sababu lakini upendo wa Mungu haupo namna hiyo. Upendo wake like, yeye unaitwa upendo wa agape, unapenda pasipo sababu, na ndio maana aliweza kutupenda tukiwa zambini, na ndio maana aliweza kutupenda tukiwa tumemkosea yeye. Anaendelea <tipenda> kutupenda tu, na hata ukiwa upo katika makosa, haijalishi umetenda dhambi kiasi gani, haijalishi unapitia magumu kiasi gani, yeye anahakikisha ya kwamba bado anakupenda Amen. Upendo wake ni mkuu sana, haulinganishi na upendo wowote. Upendo wake ni mkuu sana, haulinganishi na upendo wowote, haulinganishi na upendo wowote. Pendo lake alielezeki. Biblia inariita ni pendo kuu, ni pendo kuu, kwa sababu anapenda hata pale ambapo tumekosea. Tafakari mfano huu kwa makini mtu anapokuwa umekosea, kwa mfano wewe ni mtoto ukamkosea baba yako, umefanya kosa nyumbani, huenda umefanya kosa kubwa sana. Utakaporudi nyumbani, baba yako atakavyoonyesha, atafanya ia, atakuadhibu au ata, ata, ata, ata, atatafuta njia yoyote na kama kosa ni kubwa sana, anaweza hata akakufukuza kutoka pale nyumbani. Lakini huyu baba anayeitwa Mungu, yeye hafukuzi watu, yeye hafukuzi watu. Amen. Anasema ukiwa katika dhambi hivyo hivyo. Amen. Bado anakupenda na anaendelea kukuita. Amen. Anasema mwanangu, karibu kwangu. huo ndio upendo wa Mungu. Amen. Huo ndio upendo wa Mungu, haulinganishi na upendo wowote, haulinganishi na upendo wowote Ngoja ni kuthibitishie katika maandiko, umsikie Yesu mwenyewe alizungumziaje, alitoa mfano gani? Mtumishi wa Bwana, naomba unisomee Luka Luka kumi na tano mstari wa kumi na moja mpaka ishirini na nne Usome kwa haraka kabisa, mistari ni mingi, lakini utapata kuelewa kitu kimoja hapa. Luka kumi na tano mstari wa kumi na moja, maandiko anasema mm, akasema mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Mm. yule mdogo akamwambia babaye, baba, mm -hmm. baba nipe sehemu ya mali inayoniangukia, akawagaia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya yote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uashirati. Alipokuwa amekuisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile yeye naye akaanza kuhitaji, akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake, alisema ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena; nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimwona akamwonea huruma, akaenda mbio akamwangukia shingoni akambusu sana. Yule mwana akamwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba aliwaambia watumwa wake Lileteni upesi vazi lililo bora mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu mguuni, mleteni ndama yule aliyenona mkamchinje, na situle na kufurahi, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Bwana Amen. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Nadhani tumeyasikia maandiko katika uzuri wake. Huu ni mfano ambao Yesu Kristo mwenyewe aliutoa mbele za Mafarisayo walipokuja. Wakisoma mistari ya nyuma kidogo hapo, walikuwa wakimhoji, kwa nini Yesu anachangamana na watu wenye dhambi? Kwa nini anakaa meza moja na wenye dhambi wakipata chakula? Kwa nini anaendelea kuchangamana na wenye dhambi, kila anapoambatana an, anaweza kutembea nao, anaweza kukaa nao meza moja wakawa wanamuoji wanamuuliza. Mafarisayo ni watu ambao walikuwa wameshika dini au wameshika torati. Amen. watu wenye elimu ya juu kabisa ya kidini Amen. wakawa wanamuuliza Yesu, kwa nini anafanya hivyo, kwa nini anachangamana na wenye dhambi? Amen. Yesu ndipo anawapa mfano huu ya kwamba alikuwepo baba mmoja, alikuwa na watoto wawili yule mdogo akamwambia baba, nipe sehemu yangu ya mali. Amen. Baba yake akampa. Amen. Akasafiri kutoka pale kwao mpaka nchi ya mbali, huko akazitumia fedha kwa anasa akazitumia zile pesa alizopewa na baba yake kwa mambo mbalimbali mbali, ambayo hayana msingi ambayo sio mambo mazuri aka, akakosea sana mpaka zile fedha zikaisha. Fedha zote alizopewa na baba yake zikaisha, hakubakiwa na fedha hata moja. Ndipo njaa ikaingia katika ile nchi na baada ya njaa kuingia katika ile nchi akapata tabu sana, kwa sababu alikuwa hana hela tena. Wale wote aliokuwa akisherekea nao na kula zile pesa hawaoni tena, hakuna hakuna hakuna, hata mmoja anayemkumbuka amen, hayupo, hayupo. Ikabidi atafute mwenyeji mmoja pale ampe kazi yoyote afanye akampa kazi ya kulisha nguruwe, na kwa sababu kulikuwepo na njaa katika nchi ile, hata mshahara wa kazi ile haukuwezekana hata chakula. Pamoja na kufanya ile kazi, bado ilikuwa ni ngumu kupata, kwa sababu kila mtu alikuwa akipitia changamoto. Amen. Ndipo akaamua kuwa anakula pamoja na nguruwe yale mabaki na yale makombo ya chakula cha nguruwe akawa anakula. Ukumbuke alikotoka kwa baba yake. Baba yake ni tajiri, baba yake ana fedha nyingi. Amen. Baba yake anawafanya kazi. Amen. Akakaa siku moja akatafakari, akajiuliza, ni kweli nimekosea? Ni kweli nimemkosea baba yangu lakini bado ninayo nafasi kwa baba, hata ya kwenda kuwa mtumwa wake, hata ya kwenda kuwa kijakazi wake. Akasema nitarudi kwa baba. Amen, amen. Nitakaporudi kwa baba nitamwelezea atanifanya atakuwa mtumwa wake na sio mtoto tena. Anasema atanifanya kuwa hata kijakazi wake wala siyo mtoto tena, tena. Akapata mawazo hayo na mwisho wa siku akaamua kurudi kwa baba yake amen. Huu ni mfano ambao Yesu alikuwa akiwaelezea Mafarisayo baada ya kumuuliza kwa nini anachangamana na wenye dhambi. Yule mtoto mdogo alivyorudi kwa baba yake akiwa anatarajia kabisa, kwa sababu alishamkosea baba yake manake baba yake atamtazama tofauti na alivyokuwa anamtazama mwanzo, na kwa sababu tayari alikuwa ameshampa sehemu yake ya mali, yeye akaenda kuitumia vibaya na ikaisha. Anaamini kabisa baba yake hatamsamehe, na hata kama akimsamehe basi atamruhusu kuwa kijakazi na wala hatakuwa tena mtoto. Akarudi kwa baba yake Amen. Kitu cha kushangaza ni hiki anachokutana nacho kwa baba yake Amin. Kabla hata hajafika, baba yake akamwona kwa mbali, yule mwanangu anakuja Amin. Mwanangu anakuja Amin. Anamwita aliyekuwa amepotea Amin. Sehemu nyingine anasema aliyekuwa amekufa Amin. Anamkimbilia Amin. Yule aliyekuwa amekosea anamkimbilia Amin. Anaenda anamkumbatia na baada ya kumkumbatia, anawaagiza wale vichakazi wake Amen. ya kwamba watafute ng'ombe aliyenona wachinje na wafanye sherehe Amen. kwa sababu yule aliyepotea ameshapatikana Amen. kwa sababu yule aliyekufa tayari ameshafufuka Amen. Huo oh, ni mfano wa Yesu. Anamaliza hapo kuwajibu Mafarisayo, mfano huu ulikuwa unamaanisha nini? Mfano huu ulikuwa unamaanisha nini? Nimekusomea kwenye kitabu cha Mwanzo, nikakuonyesha wapi mwanadamu alianguka, na mwanadamu akatenda kweli makosa Amen, na akapotea kweli, kama aliyoyatenda huyu mwana mpotevu, kama aliyoyatenda huyu mtoto mdogo hmm. lakini siku ilipo wadia, haijalishi huko katikati alipitia nini huyu mwanadamu Amen. Haijalishi aliteswa na dhambi kiasi gani. Amen. Lakini siku ilipo wadia ambayo Yesu Kristo alimfikia, ambapo alipokaa na kutafakari na kuona ya kwamba ni nini nimekosa kwa baba yangu, akatafakari ya kwamba nitakapofika kwa baba yangu na kumuomba msamaha, je atakataa? Amen. Akasema nitarudi kwa baba. Yeye alikuwa anawaza baba yake atamfanya kuwa kijakazi, lakini baba yake akamfanyia sherehe akamfanya sherehe na huu ndio upendo wa Mungu. Amen. Haijalishi umekosea kiasi gani, Amen. haijalishi umefanya makosa ya namna gani, Amen. haijalishi ndugu zako wamekutenga, haijalishi kuna uchafu wa namna gani ambao umeufanya, Mungu yeye anasema karibu, mwanangu. Yeye atakapokuona, utakapokubali ya kwamba nimerudi baba, nisamehe, utakapokubali ya kwamba e, baba, nimerudi kwako, nisamehe, nimekosa sana, nilifanya tofauti na ulivyoniambia sasa

Usikubali, usikubali neema, neema hii kupite. Usikubali neema hii kupite mahali hapa kwa kusudi lake. Mungu amekuja mahali hapa kwa ajili ya ukombozi wako. Mungu amekuja mahali hapa kwa ajili ya kukurejesha. Mungu amekuja hapa kwa ajili ya kukukomboa. Haijalishi unapitia nini, haijalishi kitu gani kimekwenda tofauti, haijalishi ni magonjwa yanakusumbua, haijalishi tayari umeshakwenda kwa waganga, haijalishi umefanya uchafu wowote, Mungu bado anakukaribisha anasema karibu mwanangu, ninakupenda sana mwanangu. Hicho ndicho Mungu anachokisema, haijalishi watu wanasema nini, haijalishi watu wanasema nini. Oh, eye, tunaosikiliza ni sauti ya Mungu yee, tunaosikiliza ni sauti ya Mungu yeye. Hey, anasema karibu mwanangu. Yeye anasema karibu mwanangu, anasema karibu mwanangu, bado nakupenda sana. Hii ndiyo sauti ya Mungu hey, hiyo ndiyo sauti ya Mungu mm. Haijalishi watu wamewahi kukusema namna gani mm. Haijalishi watu wamekutenga hata katika jamii mm. Haijalishi hata ndugu zako wamekutenga mm. Haijalishi nini ulikifanya mm. Yeye bado anasema na kupenda mm. Na ndio maana ametutuma siku hii leo kwa <koma> mamlaka yake na kwa Mungu ni mkuu sana kwetu. Upendo wa Mungu ni mkuu sana kwetu. Ningetamani mtumishi wa Mungu unielewe, ningetamani mtu wa kaina munielewe. Upendo wa Mungu hauelezeki, upendo wa Mungu hauelezeki. Tulitegemea ya kwamba mtu anapotenda kosa Mungu amfukuze. Lakini Mungu wetu hayupo hivyo, yeye anajiita ni pendo. Hata atautende makosa namna gani, yeye bado anakuita, yeye bado anakukaribisha Unachotakiwa wewe unachotakiwa wewe ni kumkubali, ni na kukini makosa yako ya kwamba nilikosea, na sasa nimerudi, na sasa nimerudi kwako wewe uliye niumba. Bwana Yesu asifiwe mtu waka Bwana Yesu asifiwe mtu wakanya, huenda miaka mingi sana imepita Hamjawahi kushuhudia mkutano mahali hapa, lakini lipo kusudi la Mungu kwa majira na nyakati kama hizi. Wewe mtu wa Kainam uliyepo mahali hapa, uliyepo hapa mbele, uliyepo kule juu, uliyepo upande ule, Mungu amekukusudia katika kipindi na majira haya Amen. Na upendo wake ulivyo mkuu sana, anaipenda Kainam, anaipenda Mburu, anaipenda Manyara na atakukumbatia utakapokubali ya kwamba nilikosa baba, yeye atakukumbatia na kukuchinjia ng'ombe aliyenona haleluya, haleluya, ango ndiye Yesu Bwana wote wai